tamani tena kujifunza pamoja nasi jioni ya leo ili Mona atakuhudumia katika maisha yako na katika vifungo ulivyonavyo. Tuna imani ya kwamba Yesu mubili leo huyu ndiye atakayekwenda kubadilisha maisha yako. Bwana Yesu, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Basi tutakwenda kuangalia maandiko ambayo yatatupeleka kwenye mahubiri yetu ya siku ya leo, nitaangalia kile kitabu cha Luka sura ya kumi na tano na ule msali wa kumi. Nitasoma neno la Bwana. Nawaambia, vivyo hivyo, kuna furaha mbele ya malaika wa Mungu kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye. Msali wa kumi na moja Akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia akamwambia babaye, Baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akasema, nipe sehemu ya mali inayoni inayoniangukia. Akawagawia akawagawia vitu vyake hata babaye siku hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha kumaliza, alipokuwa amekwisha kumalizia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alim, alimpeleka shambani kwake kulisha ngulue akawa, akawa akitamani kujishibisha kwa maganda, eh, kwa maganda waliokula nguruwe wala hapana mtu aliye aliyempa kitu. Mstari wa kumi na saba, alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa? Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwanao tena, mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali babaye, baba yake alimwona, akamwonea huruma, akaenda mbio akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule, mwa, yule mwana akamwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana, mwana wako tena. Lakini, ba, lakini baba alimwambia, alimwambia wa, watumwa wake, aliwaambia watumwa wake lileteni Okay. Vazi lililo bora mkamvike mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Bwana Yesu asifiwe sana, amen. Siku ya leo tunajifunza kwa habari ya mwana mpotevu. Ni habari ambazo zinaweza zikawa ngeni kwako, lakini ni habari ambazo zimejaa uzima juu ya maisha yako. Yamkini utalitafakari neno hili kwenye moyo wako ya kwamba tunapojifunza kwa habari ya mwanampotevu alipoondoka kwake, okay. Akaenda kuna maisha ya anasa akatapanya mali zote kwa ajili ya maisha ya anasa. Alipokwenda kule mbali, wakati akaishiwa vile vitu alivyokuwa navyo, na njaa kubwa ikaingia katika njile. Lakini tunajifunza kwamba yule mwanampotevu alikuwa na uhitaji kwa sababu vile vyote ambavyo alikuwa navyo vimemwishia. Lakini neno hili linatufundisha ya kwamba kuna watu ambao yamkini walikuwa majumbani kwao, au yamkini wapo hapa mjini, wanaishi maisha fulani, wanaishi maisha ya naa, wanaishi maisha ambayo hayampendezi Mungu, na wakiangalia kule ambako wametoka, hawakuacha ushuhuda mzuri juu ya watu fulani na kule ambako wametoka wameacha ushuhuda ambao haumpendezi Mungu. Na leo tunapojifunza habari ya mwana mpotevu, yamkini kuna watu ambao wameshaalibu ushuhuda wao kule ambako wametoka majumbani kwao, na wako hapo mchini, lakini maisha yao bado yana shida na maisha yao bado wako kwenye vifungo vikubwa, lakini siku ya leo tunakuletea habari ambazo sitakwenda kubadilisha maisha yako, haijalishi ya kwamba umeacha ushuhuda ambao sio mzuri, umeacha ushuhuda ambao umekuwa ni mshangao juu ya watu fulani, lakini jioni ya leo tunajifunza kwa habari ya mwana mpotevu.